Karibu tena. Hii ni runinga Magharibi na hizi ni habari za magharibi jioni. Wakati ulimwengu unakumbatia mpito wa mabadiliko kuelekea uvumbuzi wa kidijitali na uendelevu wa mazingira, badiliko moja muhimu linafanyika afisi nyingi za huduma mbalimbali, zikihama kutoka karatasi hadi bila karatasi. Kwa mengi zaidi, mpenzi mtazamaji, huyu hapa mwanahabari wetu Dan Dunde na Bwayo amekita kambi katika kaunti ya Kakamega na ana haya kutujuza kutokana na makala yetu ileo. Kwenda bila karatasi sio tu juu ya ufanisi, ni kuhusu usalama wa mazingira. Mchakato huo unahusisha kupitisha zana za kidijitali kama vile vichanganuzi vya hati, hifadhi ya wingu na sahihi za kielektroniki, ili kuweka rekodi zilizopo kidijitali, huku zikitengeneza mifumo kamili ya kidijitali kwa njia mpya. Oh, Faida ni rahisi kuona: upatikanaji wa haraka wa habari, gharama zilizopunguzwa, usalama wa data ulioboreshwa, na pia kuepuka mlima mkubwa wa karatasi maafisini. We also we were able also to make their personal files whereby they used to bring their documents. Then we filed for each student. It was a tedious work because it needed a lot of paperwork. Wafanyakazi wanasema mabadiliko hayo yameweka nafasi ya wakati uliopotea mara moja kutunza rekodi nyingi za karatasi afisini. The college came up with a, a way to save guard the documents by opening a system whereby when we, students are admitted they are able to take all the information to the system of which it's easier to access wataalamu wa mazingira wanakubali kwamba mabadiliko hayo sio tu ya busara bali ni endelevu

Really uh, utengenezaji na utupaji wa karatasi hutumia kiasi kikubwa cha miti, maji pamoja na nishati. Kulingana na mwanateknolojia Samuel Lusweti kutoka katika chuo cha Kiufundi cha Sigalagala, kukumbatia zana za kidijitali ni muhimu katika kuendesha mpito pacha yani twin transition nchini Kenya. As a country, we are moving towards uh, digital systems where papers are being reduced, where even the government has introduced uh, the, tupande uh, planting trees. There is even a holiday for planting trees

Hifadhi data ya Global Fintech mwakau mwaka 2017 inaonyesha kuwa nchini Kenya kutoka mwaka wa 2014 hadi mwaka wa 2017, sehemu ya watu wenye zaidi ya umri wa miaka 15 walilipa au kupokea malipo ya kidijitali Iliyoongezeka kutoka asilimia 69 hadi asilimia 79. Hii ni katika maeneo ya mijini pamoja na vijijini, hivyo kuchangia katika sekta ya fedha jumuishi zaidi. Kwa upande mwingine, kulingana na utafiti wa mwaka 2021 uliofanywa na McKinsey, Asilimia 65 ya makampuni yameongeza matumizi kwenye dijitali na teknolojia wakati wa janga la kimataifa na kupunguza gharama kubwa mahali pengine katika biashara. Hili linaonyesha kwamba makampuni mengi yana ufahamu kwamba yanahitaji kufanya mageuzi ya kidijitali huku maingiliano ya mtandao yakichangia takribani asilimia 43 ya mafanikio yanayoweza kutokea nchini Kenya. Taifa la Kenya linazidi kupitisha mifumo isiyo ya karatasi kama sehemu ya mpango mkuu wa kitaifa wa kidijitali mwaka 2022 hadi mwaka 2032. Jamii iliyowezeshwa kidijitali kupitia miundo misingi, ujuzi wa huduma za kidijitali zilizoimarishwa. Mnamo mwaka 2024 mipango ya pamoja ya kushinikiza kwa serikali kwa shughuli zisizokuwa na karatasi ilionekana katika mkutano wa kwanza wa baraza la mawaziri bila karatasi, na kupitisha kuwa kunafaa kuwekwe faili za njia ya kidijitali na mahakama. The process of digitization of all government services. Mapinduzi ya Kenya bila karatasi yanaakisi ahadi ya mpito pacha, ambapo teknolojia inakidhi wajibu wa kimazingira, wakati ujao ambapo kwenda kidijitali sio tu ufanisi, lakini pia ni kijamii. Hatua hii pia itadhibiti ukataji wa miti kwa ajili ya karatasi na kuhakikisha mazingira ya kijani kibichi na misitu salama, ambayo kwa asilimia kubwa inasaidia kuleta mvua na kuhifadhi mazingira. Mustakabali usio na karatasi, kesho ya kibichi zaidi. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka kaunti ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.